Muda fulani uliopita nilikula chakula cha mchana na rubani wa kivita mwenye uzoefu na aliniambia baadhi ya uzoefu aliyokuwa nao wakati wa kazi yake ya kijeshi. Alinishirikisha kwamba moja ya uzoefu mgumu zaidi ilikuwa kila alipokuwa akifanya misheni za usiku. Alisema ilikuwa rahisi kupoteza mwelekeo wakati wa kuruka gizani. Kwa kweli, alisema kama hangeweza kutegemea paneli ya vyombo vyake, Kulikuwa na nyakati ambazo hangejua kama alikuwa juu chini au chini juu. Katika misheni moja ya usiku yenye msisimko mkubwa, alipoiangalia paneli ya vyombo vyake, aligundua kuwa alikuwa akiruka karibu moja kwa moja chini. Aliweza kuinuka kwa wakati mwafaka. Kuruka gizani kunaweza kuwa na madhara makubwa. Hii ni kweli, sio tu katika ndege ya kivita, bali pia katika safari yako ya maisha. Unahitaji paneli ya vyombo vya ukweli ya Mungu. Kama kulikuwa na mtu yeyote aliyefahamu vyema zaidi kutoruka bila hiyo paneli ya vyombo, alikuwa mtu aliyeitwa Sulemani. Sasa huenda tayari unajua kwamba maisha ya Sulemani karibu yalimalizika kwa ajali mbaya, lakini maisha yake yalikuwa yameanza vizuri sana. Unarudi kwenye mmoja wa falme tatu, na Mungu anamtokea Sulemani katika ndoto na kimsingi anamwambia tazama, toa ombi na na nitakutimizia. Mungu alikuwa kwa ufanisi akimpa Sulemani hundi tupu, na kwa sifa yake Sulemani aliandika u neno hekima kwenye hiyo hundi, na Mungu akajibu katika mstari wa kumi na moja: Vema, kwa sababu hujaomba maisha marefu au utajiri au maisha ya maadui zako, bali umeomba ufahamu wa kutambua yaliyo sawa, tazama sasa nakupa akili yenye hekima na ufahamu katika miaka ya mwanzo ya maisha ya Sulemani ilikuwa ilikuwa jua na anga za buluu. Alikusanya na kuandika midhali kama elfu tatu. Aliandika hadithi ya mapenzi inayoitwa Wimbo wa Sulemani, na alijenga hekalu la dhahabu la Israeli kwa utukufu wa Mungu. Lakini katika miaka yake ya baadaye, mawingu meusi ya kutotii yalijitokeza nana, na, na, na Sulemani akaacha kuangalia paneli ya chombo cha neno la Mungu. Alioa wake mia saba alikusanya nyumba ya masuria mia tatu, au kama mtoto mdogo mmoja alivyosema mizabibu ya tango. Kweli walikuwa hakika watachanganya moyo wake na maisha yake, lakini kisha katika uzee wake kitu kilitokea. Hatujui hasa lini au vipi, lakini kama mzee, moyo wake ulirejea kwa Mungu, alitubu mwishoni mwa maisha na Mhubiri ni shajara ya kibinafsi ya Sulemani inayotupa kurudi kwake. Sasa jina la kitabu hiki ni Mhubiri. Hilo ni neno la Kigiriki kwa mtu anayekusanya mkutano. Kwa hivyo jina hilo ni mwaliko kwa kila mtu kukusanyika. Sasa ili kuelewa kitabu hiki, unahitaji kwanza kwenye ukurasa wa mwisho katika sura ya kumi na mbili ambapo Sulemani anatueleza kwa nini aliandika shajara hii au kitabu hiki cha Mhubiri. Mstari wa moja unasema mkumbuke pia muumba wako katika siku za ujana wako. Sulemani anasema kwa ufanisi, ah, usiwe kama mimi, nilimsahau Mungu, lakini hebu nikuambie, bila Bwana maisha hayana maana. Sawa kwa hayo, sasa tuende kwenye ukurasa wa kwanza wa shajara hii, tuende kwenye sura ya moja na mstari wa moja ambapo Sulemani anajitambulisha kwa kuandika maneno ya mhubiri mwana wa Daudi mfalme huko Yerusalemu. Anachosema hapa ni A, tazama nitawahubiria mahubiri. Mimi nitautumia maisha yangu mwenyewe kama mfano wa jinsi unavyoweza kukaribia kugongana moja kwa moja, ikiwa haufuati tashibodi ya neno la Mungu. Anaanza kwa kutuambia jinsi maisha yanavyokuwa mbali na Mungu. Hapa katika mstari mbili, ubatili wa ubatili asema mhubiri, ubatili wa ubatili, yote ni ubatili. Sasa neno hili ubatili katika lugha ya Kiebrania halizungumzii kuhusu kuwa na majivuno, halizungumzii kuhusu kutumia muda mwingi kujiangalia kwenye kio. Ubatili unamaanisha mvuke. Neno linaweza kutafsiriwa kuwa tupu au bila maana. Ubatili wa ubatili, kimsingi unasema kwamba maisha yote bila Mungu ni ubatili, yaani kila kipande cha maisha ni bila maana kwa kiwango cha juu kabisa kinachowezekana bila Mungu. Na hapa ndipo Sulemani anaandika kutokana na uzoefu, maisha ni matupu. Kisha anauliza swali hapa katika mstari tatu, mtu anapata faida gani kwa kazi yote anayofanya chini ya jua? Sulemani anasema kwa ufanisi kwamba maisha yanakuwa kama mashine ya kukanyaga ya kufanya kazi hapa chini ya jua. Hayana maana yoyote au au kusudi. Unazunguka tu na kuzunguka. Sasa, ili kuonyesha hoja yake, Sulemani anatoa maoni kwamba kila kitu kipya tunachoweza kujivunia kinategemea kitu ambacho Mungu tayari ameumba. Anaandika hapa katika mstari wa tisa, hakuna kitu kipya chini ya jua. Hakuna kitu kipya kweli, ni kitu kile kile cha zamani kilichofungashwa upya. Na hebu nikwambie, unamsikiliza mtu ambaye sasa amefikia hatua ambapo amechoshwa kabisa na maisha. Sasa hiyo haimaanishi kwamba Sulemani anakaa tu nyumbani. Anasema hapa katika mstari wa kumi na tatuhu, e niliweka moyo wangu kutafuta na kuchunguza kwa hekima yote yanayofanyika chini ya mbingu hm. Yeye ni mtu mwenye shughuli nyingi. Sasa endelea akilini kwamba neno hili hekima ni neno pana na inategemea muktadha kwa tafsiri sahihi. Sulemani anatumia hekima yake mwenyewe wakati huu hapa, si ya Mungu. Unaweza kusema kwamba hekima yake imefungwa duniani, ime imekwama hapa chini ya jua. Kwa hivyo Sulemani anatafuta maana hapa chini ya jua, kwa kweli neno analotumia kwa kuchunguza, uh, ni neno lile lile linalotumika katika kitabu cha Hesabu sura ya kumi na tatu kuelezea misheni ya wale wapelelezi kumi na mbili wa Ibrania, eh, walio waliokwenda katika nchi, na katika maandiko hayo inatafsiriwa kama eu, kupeleleza. Walichunguza nchi hiyo ni kwamba walichunguza nchi, walichukua maelezo mengi. Kwa hivyo Sulemani anasema hapa, nimekuwa nikichunguza dunia inayozunguka mimi Nap na ninaangalia kila kitu, aina zote za shughuli, kila tawila, elimu, aina zote za uzoefu mzuri na mbaya, na nimechukua maelezo mengi. Kile tunacho hapa, wapendwa, ni maelezo. Hii ni shajara yake binafsi, wakati alipo chunguza nchi. Ndani yake kuna baadhi ya maelezo ya uzoefu wake, anapochunguza maisha, anapotumia hekima yake mwenyewe tena bila kutumia hekima ya Mungu. Na anasema hapa katika mstari wa kumi na tatu kwamba ilikuwa yote ni kazi isiyo na furaha. Mstari wa kumi na nne ilikuwa yote ni kufukuza upepo. Kama watoto unajua, wakifukuza bubbles zinazopulizwa kwenye upepo, wakijaribu kuzikamata lakini zinaonekana tu kutoweka. Sulemani anasema kwa ufanisi kwamba ikiwa watu wanakimbiza bubbles kama nilivyokuwa wakibebwa unajua, na upepo, wanajaribu kushika vitu ambavyo dunia inatoa, lakini hakuna kitu hapa chini ya jua kinachoonekana kudumu, kinapotea. Na kile Sulemani anachofanya baadaye ni tupe medhali inayofupisha maoni yake ya mwanzo. Anasema hapa katika mstari wa 15 kilichopotoka akiwezi kunyoka na kilichopungua akiwezi kuhesabiwa. Sasa neno hili "kilichopotoka" ni sitiari ya dhambi. Kwa maneno mengine, maneno hatutaweza kunyosha kila kitu kuhusu sisi wenyewe wa kweli, kuhusu kila kitu duniani mbali na Mungu, kwa sababu dhambi imefanya kila kitu ipotoke. Maneno yaliyotafsiriwa hapa upungua na na uhesabu au kuhesabiwa ni ya kifedha, ni, ni maneno ya uhasibu. Sulemani anasema kwamba haijalishi unavyohesabu maisha yako, tuna upungufu mkubwa, kutokuwa na uhakika, mwelekeo wa dhambi, kutoweza kiroho. Daima tunakosa kitu katika hesabu za maisha yetu, haijakamilika kweli. Hiyo hiyo hiyo inapaswa kutuonyesha ukweli kwamba hatuwezi kuruka gizani bila paneli ya vyombo vya Mungu. Tukifanya hivyo tutapoteza mwelekeo. Kutakuwa na ajali mbaya mbele. Lo, rafiki yangu, ikiwa ikiwa umegundua leo kwamba ni mwewe ni katika asili ya kina unaishi bila Mungu, sawa, napenda kukuambia usikate tamaa. Utambuzi huo kwa kweli ni habari njema. Kama wewe si Mkristo, eh, huu ni wakati mzuri wa kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wako bado kuna e kwa kusema, muda wa kuinuka na kutoa maisha yako kwa Kristo. Ikiwa wewe ni Mkristo na labda umepotea njia na unajua kwamba leo basi, huu ni wakati mzuri wa kurudi na kumtumaini Bwana kama mchungaji wako, mwongozo wako. Rudi kwenye neno lake, hii paneli ya vyombo iliyoongozwa na Mungu, na anza kufuata tena leo. Vema, tuko